Kama utaweza kuvaa gauni hilo nitakuoa. Milionea wa Kiarabu alicheka. Miezi baadaye alishangaa. Kama utaweza kuvaa hilo. Zahir al-Hakim aliinua gilasi ya champagne, akiashiria gauni jekundu lililokuwa limeninginia katikati ya ukumbi. Nitakuoa papo hapo. Mlio wa kicheko ulikuwa wa papo hapo. Wageni mia mbili katika sherehe ya mitindo ya Metropolitan huko Manhattan waligeuka kuona ni nani aliyekuwa mazaha Anya Carter mwenye umri wa miaka 29 msafishaji wa chumba cha hoteli iliyokuwa ikifanya sherehe hiyo alisimama kama sanamu pembeni mwa ukumbi gari lake la kusafishia bado mikononi mwake sare yake ya kijivu kubwa zaidi ya saizi mbili ilining'inia mwilini mwake kwa ulegalevu ikificha umbo lake ambalo alikuwa amejifunza kuona aibu Jiunge na channel yetu sasa, bofya kitufe cha subscribe ili usipuuze sehemu inayofuata ya hadithi hii ya kushangaza. Kila subscribe ni msaada kwetu kuendelea kuleta hadithi za kuhamasisha. Zahir mwenye umri wa miaka arobaini na mbili, tajiri wa mafuta kutoka Persian Gulf mwenye mali inayokadiriwa kuwa dola bilioni tatu alicheka kwa sauti kubwa sana, kicheko cha mtu aliyezoea kuwa katikati ya umakini. Kitambaa cheupe cha gutra kilichokuwa kichwani mwake kilipeperuka alipokuwa akielekeza kwa njia ya kuchukuliwa kichwani, namaanisha, je, kuna mtu ana kalamu na karatasi? Hebu tuandike mkataba sasa hivi. Gauni lililoelezwa lilikuwa sehemu kuu ya maonyesho, ubunifu wa kipekee wa mbunifu wa Kifaransa Laurent Beaumont thamani yake ni dola mia nane na elfu hamsini. Saizi mbili, kiuno kigumu, shingo iliyotengenezwa kwa ustadi, kazi ya sana iliyotengenezwa kwa ajili ya miili iliyochongwa katika mazoezi ya wasomi na kudumishwa na wataalam wa lishe binafsi. Anya alihisi joto likipanda kwenda shingoni mwake, likimtia rangi ya nyekundu usoni ambayo ilipingana na ngozi yake nyeusi. Macho yake yalijaa machozi ambayo alipiga macho kwa nguvu ili kuyazuia. Si hapa, si mbele yao. Alikuwa amejifunza katika miaka sita yake ya kufanya kazi katika matukio ya kifahari kwamba watu matajiri walikuwa na kipaji maalum cha kuguza unyonge kuwa burudani. Haya mpenzi, sauti ya mwanamke aliyevaa gauni la dhahabu ilikata hewa. Kubali pendekezo hilo, wabilionea wasiozoa wa hawaipati kila siku. Kicheko zaidi, taa za simu za mkononi zikipiga picha za wakati huo kwa ajili ya hadithi za Instagram hashtag Metropolitan Gala, hashtag wakati wa kuchekesha. Anya aliinama kichwa, akashika mpini wa gari la kusafishia kwa nguvu kiasi kwamba vifungo vya mikono yake vikawa vyeupe na kuanza kuondoka. Kila hatua ilikuwa ni mapambano dhidi ya hamu ya kukimbia kila kicheko nyuma yake kilikuwa ni kuchomwa magongoni. Hei, subiri! Zahir alipaza sauti, sauti yake bado ikiwa na mchanganyiko wa ucheshi mekatili. Usikimbie, pendekezo linasimama siku thelathini. Kama ndani ya siku thelathini utaweza kuvaa gauni hilo, nitashika neno langu. Umati ulipiga kelele kana kwamba walikuwa wakitazama kipindi. Anya hakugeuka nyuma alisukuma gari kupitia mlango wa huduma na mara tu mlango ulipofungwa ukipunguza sauti ya kicheko, alijiki nai ukutani wa baridi wa njia ya huduma na kuacha machozi hatimaye yaanguke. Lakini kitu kilitokea katika njia ile tupu, kati ya malundo ya taulo zilizokunjwa na harufu ya bidhaa za kusafishia, kitu ndani yake hakikuvunjika kiliformika. Aibu ilianza kuchemka hadi ikageuka kitu kingine, hasira Azimio. Ahadi. Kile ambacho hakuna moja wa wageni hao waliokuwa wanaburudiana walijua ni kwamba Anya Carter hakuwa msafishaji tu. Miaka sita iliyopita, alikuwa mwanafunzi wa kubuni mitindo katika shule ya kubuni ya Parsons, mpokeaji wa ufadhili kamili mwenye alama kamili, hadi mama yake alipopata kiharusi cha kutisha akiwa na umri wa miaka 54 na Anya ilibidi achague kati ya ndoto zake na kuishi kwa familia yake. Alichagua maisha, aliacha chuo vikosi viwili kabla ya kuhitimu, akachukua kazi tatu na kumtunza mama yake aliyekuwa amepuza upande wa kushoto. Na kwa miaka sita alimeza matusi kama hayo, kwa sababu alihitaji pesa za kulipa tiba ya kimwili, dawa na kodi. Lakini usiku huo kitu kilibadilika. Anya alifuta machozi yake kwa nyuma ya mkono wake, akanyosha mabega yake na kufanya ahadi kimya: ndani ya siku thelathini angerudi, si kwa ajili ya arusi ya kipuzi, si kwa ajili ya kibali chao, bali kuthibitisha kwamba hakuna mtu na hakuna mtu aliye na haki ya kumfafanua kwa muonekano wake au nafasi yake. Kile ambacho Zahir Al-Hakim naye hakujua ni kwamba mzaha huo wa hali ya kawaida ulikuwa karibu kuchochea mlolongo wa matukio ambayo hayangezi futilia tu sifa yake iliyojengwa kwa uangalifu bali kufunua siri alizokuwa amezifukia chini ya safu za pesa na ushawishi, kwa sababu Anya hangerudi peke yake, na alipofanya hivyo si mwili wake pekee ambao ungebadilika. Kama unataka kujua jinsi msafishaji asiyeonekana alivyokuwa bomu lililolipwa maisha ya bilionea ya mwenye kiburi, Jiunge na channel kwa sababu kinachofuata kitathibitisha kwamba kudharau mamtu asiye na kitu cha kupoteza ni kosa la gharama kubwa zaidi unaloweza kufanya. Anya hakulala usiku huo, akiwa ameketi katika jikoni dogo la ghorofa yake ya Bronx, alifungua kompyuta yake ya zamani na kuandika maneno matatu kwenye sehemu ya utafutaji: Zahir al-Hakim skandali. Matokeo yalijaza skrini makala kuhusu kampuni yake ya mafuta, picha kwenye mashua, chakula cha usiku cha misaada. Lakini kati ya habari za kumeta, Anya alipata kitu tofauti: jukwa alisilo la kawaida la wafanyakazi wa zamani, malalamiko ya kazi yaliyowasilishwa ya kwa siri, uvumi wa makubali anu nje ya mahakama na wanawake waliokuwa wamemfanyia kazi. Ya kuvutia, alinungunika, akiokoa viungo kwa utaratibu asubuhi iliyofuata, saa 11 asubuhi Anya alikuwa kwenye mazoezi ya masaa 24 yaliyokuwa mambo matatu kutoka nyumbani kwake. Haikuwa mahali pazuri, uzani wa kutu, viu vilivyopasuka, hakuna hewa baridi, lakini ada ya kila mwezi ilikuwa dola 20, na mmiliki mwanamuziki wa zamani anayeitwa Rita alikuwa na mtazamo usio na kuhukumu mara ya kwanza. Rita aliuliza, akimtazama Anya akisimama kwa wasiwasi wasi mlangoni. Nina siku thelathini kuvaa gauni la saizi thelathini na nne. Rita aliinua nyuso. Na kwa nini unataka hivyo? Kwa sababu mtu amenyangania kwamba siwezi kufanya hivyo. Tabasamu la polepole liliundwa kwenye uso wa Rita. Basi tutamfanya huyo mwana wa ale maneno yake. Lakini lazima ufuate mafunzo yangu kwa herufi kila siku. Hakuna msamaha. Anya alionyesha kichwa. Kile ambacho hakusema ni kwamba hakutaka tu kuvaa gauni, alitaka kumwangamiza mwanaume aliyemdania ni mzaha. Katika siku zilizofuata, Anya alijenga ratiba ya kikatili: mazoezi saa 11 asubuhi, kazi kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 9 mchana, masaa mawili zaidi kwenye mazoezi, kisha nyumbani kumtunza mama yake. Na kila usiku baada ya mama yake kulala alirudi kwenye kompyuta yake. Ndivyo alivyompata yara Yara Mansur, katibu mkuu wa zamani wa Zahir, alikuwa amefungua kesi kampuni miaka mitatu iliyopita kwa udhalilishaji wa kingono na ubaguzi. Kesi ilimaliza kwa makubaliano ya kirafiki na mkataba wa usiri na malipo yasiyojulikana. Lakini Yara alikuwa na blogu isiyo na jina ambapo, bila kutaja majina, alisimulia hadithi yake anya alituma ujumbe ulioandikwa kwa uangalifu. masaa mawili baadaye, simu yake ililia. "Wewe ni mwanamke katika video," Yara alisema bila utangulizi. udhalilishaji huko Metropolitan, niliona kwenye Twitter, ilienda viral. Tumbo la anya likashuka. ilienda viral? maoni milioni mbili? lakini mengi ya maoni ni upande wako. Yara alisita. kwa nini umekuja kwangu? kwa sababu niliona kesi yako na nina hisia kwamba wewe si peke yako kimya upande mwingine kisha nikutane kesho ninahitaji kukutazama machoni kabla sijaambia ninachojua ninachojua walikutana kwenye mgahawa wa usiri huko Queens Yara mwenye umri wa miaka 34 nywele zake za giza zilizofungwa nyuma katika kibanio kamili alikuwa na macho ambayo yalikuwa yamelia machozi yote yawezekanavi na sasa yalikuwa na chuma tu. "Zahir al Hakim ni mnyama," alisema kwa uwazi, lakini mnyama mwerevu. Anaandika kila kitu kuhusu kila mtu, isipokuwa yeye mwenyewe. Ana faili za wafanyakazi, washirika wa biashara, hata familia yake mwenyewe. Anazitumia kama bima. Anaziweka wapi sijui, lakini ninajua nani anayeweza kujua. Yara alisogeza karatasi meza Jamal, dereva wake wa zamani kwa miaka minane 8, alifukuzwa mwezi uliopita kwa uvunjaji wa uaminifu. Kweli, kwa sababu aliona kitu ambacho hakupaswa kuona. Wakati huo huo, Zahir aliendelea maisha yake kana kwamba hakuna kilichotokea, lakini washauri wake walianza kutambua mabadiliko. Aliangalia mitandao ya kijamii kwa wazimu, alitafuta video ya udhalilishaji, alisoma maoni. Mtu huyu ni wa kuchukiza Fikiria kuwa na pesa nyingi na daraja dogo hivyo. Je, kuna mtu anajuani na ni mwanamke huyo? Nataka kumtumia pesa. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, Zahir al-Hakim alihisi kitu ambacho pesa zake hazikuweza kununua, aibu ya umma. Aliita timu yake ya, ya uhusiano wa umma. Ondoeni hii kwenye interneti. Bwana, tumejaribu, lakini zaidi tunavyoiondoa zaidi watu wanavyoichapisha tena. Kuna ombi la mtandaoni lenye saini elfu hamsini linakuomba uombe msamaha. Zahira alikata simu kwa hasira. Mwanamke huyo asiye na maana alikuwa akiharibu picha yake wakati alikuwa akijali kuhusu uhusiano wa umma. Anya alimpata Jamal, dereva wa zamani, mwanaume wa umri wa miaka hamsini mwenye uso uliochoka. Alikubali kuzungumza kwa sababu moja tu Aliuharibu binti yangu. Vipi? Alifanya kazi katika ofisi yake. Alikuwa na umri wa miaka ishirini na tatu. Alimdhalilisha. Alipokataa, alimfukuza na kweni za uongo. Hajaweza kupata kazi kwa miezi sita, ana huzuni. Jamal alimtazama Anya machoni. Kama unakwenda kumwangamiza mtu huyu, nitasaidia. Na kisha Jamal alifunua siri ambayo ingebadilisha kila kitu. Zahir aliweka faili zake za kuhatarisha katika hazina ya kidijitali, lakini hifadhi ya kimwili ilikuwa katika ghorofa ya wakili wake wa kibinafsi huko Manhattan, na Jamal alijua ufunguo ulikokuwa wapi. Siku 28 baada ya udhalilishaji, Anya hakuweza kutambuliwa. Alikuwa amepoteza paundi 18, lakini si huo tu. Macho yake yalikuwa na msisitizo mpya. Mienendo yake ilikuwa sahihi, iliyohesabiwa. Rita alimtazama kwa fahari alipokamilisha zoezi lake la mwisho. Umefanya, Rita alisema, lakini nina hisia hii haikuwa tu kuhusu gauni. Anya alitabasamu bila kujibu. Usiku huo alikuwa na malengo mawili: kuvaa gauni na kumwangamiza Zahir Alhakim. Pengo ulikuwa wa hatari. Jamal alikuwa amepata ufikiaji wa ghorofa ya wakili mwanaume huyo angekuwa nje ya mji wikendi hiyo. Yara alikuwa amekusanya wanawake wengine watatu waliokuwa waathirika wa Zahir, wote tayari kushuhudia kama wangekuwa na ushahidi madhubuti. Na Anya, Anya alikuwa amefanikiwa kufanya kitu ambacho hakuna mmoja wao aliyetegemea. Wiki mbili zilizopita, wakati wa kusafisha ofisi ya mtendaji wa hoteli baada ya tukio, alipata kibao cha kibinafsi cha Zahir kilichoachwa mezani angekuja kukichukua alijua, lakini, katika dakika 15 alizokuwa nazo, Anya alifanya kitu ambacho alikuwa amejifunza katika siku zake za shule ya kubuni. Alipiga picha za barua pepe za kuhatarisha zilizokuwa zimefunguliwa kwenye skrini: mazungumzo kuhusu rushwa kwa wakaguzi wa mazingira, ujumbe dhahiri kwa wafanyikazi waliolewa, uhamishaji wa benki wa kutilia shaka. Haikuwa yote lakini ilikuwa ya kutosha kuanza. Sherehe ya mitindo ya Metropolitan ilikuwa ikifanya tukio la pili la kufunga mnada wa misaada, ambapo gauni jekundu lingeuzwa. Zahir angekuwa pale bila shaka, alikuwa mtoaji mkubwa zaidi, na hakujua kwamba Anya angekuwa pale pia. Mlango wa ukumbi wa hoteli ya Plaza ulikuwa umepangwa na magari ya kifahari. Anya aliposhuka kutoka uber rahisi alivaa gauni jeusi la usiri alilokuwa amelishona mwenyewe, ujuzi ambao hakuwahi kupoteza. Gauni jekundu lingekuja baadaye. Yara na wanawake wengine tayari walikuwa wamewekwa nafasi kati ya wageni, kamera za simu za mkononi tayari. Jamal alikuwa nje katika gari la kukodisha na flash drive yenye nakala za hati zote za hifadhi za wakili. Kila kitu kilikuwa kimewekwa kwa sekunde. Zahir alizunguka ukumbi kama tausi, akigawa misalamu na tabasamu nyeupe sana. Alipomuona Anya akiingia, hakumtambua mara moja. Alikuwa amebadilika, si mwili wake tu, bali ni wele zake, msimamo wake, kila kitu. Ni pale tu alipoenda moja kwa moja kwake ndipo kitu kilipobofya akilini mwake. Unakumbuka? Anya aliuliza, sauti yake ya utulivu ikikata mazungumzo yake na kikundi cha wawekezaji. Zahir alipiga macho. Kisha uso wake ukafifia. Wewe, siku thelathini ulisema, Anya aliashiria gauni jekundu lililokuwa limeonyeshwa kwenye mannikin katikati ya saluni. Je, naweza kulijaribu sasa, au ungependa nifanye mbele ya kila mtu? Saluni ilianza kuwa kimya watu walipoanza kutambua kinachotokea. Mtu fulani alining'iniza, ni yeye, mwanamke kutoka video. Zahir alilazimika kucheka kwa wasiwasi wasi.

Anya alionyesha kichwa Yara, na wanawake wengine watatu walikaribia, wakiunda nusu duara. Nataka uwatazame wanawake hawa na kukiri ulichowafanyia. Uso wa Zahir ulipitia mlolongo wa hisia: kuchanganyikiwa, kutambua, hofu. Sijui ni nani. Yara Mansur, kesi ya udhalilishaji 2020. Sara Chun, makubaliano ya siri 2021. Nina Rodriguez alifukuzwa baada ya kukataa mapendezo yako 2021. Na, na Leila Al-Saed. Anya alisita liit. Kwa mfano binamu yako mwenyewe alitiwa kimya na familia kwa dola milioni mbili 2. Pumzi za kushanga zilikaribisha ukumbini. Leila, mwanamke wa umri wa miaka 28, aliyevaa hijab nzuri, alisogea mbele, macho yake yakimulika na machozi yasiyoshuka. Wewe ni mwenda wazimu Zahira alining'iniza, lakini sauti yake ilitetemeka. Hizi ni uongo. Basi eleza barua pepe hizi. Anya aliashiria kwenye skrini ambayo ilipaswa kuonyesha picha kutoka kwa tukio la misaada. Picha zilianza kuonekana, barua pepe, ujumbe, uhamisho wa benki, wote wamepanuliwa kwa ukumbi wote kuona. Mfumo wa sauti ulicheza rekodi, sauti ya Zahir isiyoweza kukosea kama hakubali makubaliano, uharibu sifa yake. Sijali vipi. Kimya kilikuwa kamili. Waandishi wa habari waliokuwepo walianza kuandika kwa haraka, taa zilipuliza kutoka pande zote. Ulipata jehizi Zahir alikuwa meupe kama shuka, ulimdhara umsafishaji. Anya alisogea karibu. lakini hapa kuna sehemu ya kuvutia, niliweza kuvaa gauni, nililijaribu jana, saizi 34 kamili kwa hivyo kiufundi, unanidai arusi. Kicheko cha wasiwasi kilisikika, lakini anya Hakucheka. Lakini sitaki kukuoa. Aliangalia ukumbi. Nataka ulipe kwa ulichofanya, na si kwangu tu. Alitazama ukumbi wote. Wangapi wanawake hapa wameheshimiwa, kufedheheshwa, kutiwa kimya na wanaume kama yeye, wanaume wanaodhani pesa hununua haki ya kutenda watu kama takataka. Makofi yalianza Haya mwanzoni, kisha ya nguvu. Wanawake walisimama, kisha wanaume pia. Walinzi wawili wa usalama walikaribia, lakini si Anya, Zaher mwenyewe. Bwana Alhakim, polisi wangependa kukuuliza maswali machache kuhusu madai ya rushwa yaliyoandikwa katika barua pepe hizi. Falme ya Zaher iliharibiwa kwa wakati halisi. Wakili wake alishikwa akijaribu kuharibu ushahidi. Makampuni matatu yalifuta mikataba ya mamilioni ya dola kabla ya saa sita za usiku. Na video ya mkabala ilienda viral na maoni milioni 15 ndani ya masaa 24. Zahir alipokuwa akipelekwa nje alimtazama Anya kwa mara ya mwisho, si kwa hasira bali kitu kibaya zaidi, kutambua kwa ucheleweshaji kwamba alikuwa amejiangamiza mwenyewe dakika alipokuwa ameamua kwamba Anya hastahili heshima. Miezi mitatu baadaye, ghorofa ya Anya huko Bronx ilikuwa na nyongeza isiyotarajiwa: meza ya kitaalamu ya kushona iliyotolewa na kampuni iliyoona hadithi yake. Alikuwa akichunguza kitambaa cha bluu cha anga alipo mama yake sasa akisogea vizuri kidogo baada ya tiba ya ukali ya kimwili iliyofadhiliwa na michango ya mtandaoni alipiga hatua ndani kwa msaada wa fimbo mpenzi, kuna watu kwenye runinga wanaongea kukuhusu tena. Anya alitabasamu bila kuangalia kutoka kazi yake, usijali mama. Lakini mama yake aliongeza sauti. Msimulizi alikuwa akizungumza kwa msisimko, na katika maendeleo ya skandali ya Alhakim, mfanya biashara alihukumiwa kifungo cha miaka mitatu jela kwa rushwa na kuzuia haki zaidi ya hayo, mfuko wa dola milioni 50 umeanzishwa kulipa fidia waathirika wa udhalilishaji katika makampuni yake. Anya hatimaye aliangalia skrini. Hakuhisi raha ya kulipiza kisasi tu, aina ya amani inayotoka kutoka kufunga sura. Zahir Al Hakim alipoteza kila kitu. Kampuni yake iliuzwa katika vipande kulipa faini na kesi za mahakama. Familia yake katika Persian Gulf walimtangaza hadharani. Magazeti ya habari za watu yalifuatilia alipotoka mahakamani akiwa amevaa suti za bei nafuu zaidi na zaidi, bila kiburi ambacho kilikuwa kimefafanua kila hatua yake. Alikuwa amekuwa hasa alichokuwa akiogopa, asiye na umuhimu. Lakini anya hakujenga ushindi wake juu ya uharibifu wake, alijenga kitu chake mwenyewe pamoja na umakini wa vyombo vya habari ulikuja fursa. Shule ya kubuni ya Parson ilitoa ufadhili kamili kumalizia shahada yake. Kampuni tatu za mitindo walimtafuta kwa ushauri, na gauni jekundu. Gauni lili lilitolewa kwenye mnada wa misaada ambao ulikusanya dola milioni moja na nusu kwa mfuko wa elimu kwa wanawake wenye mapato ya chini. Anya hakulinunua. Hakuhitaji tena. Alikuwa tayari ameunda mavazi kumi na mbili yake mwenyewe, kila moja likisimulia hadithi ya mwanamke aliyekutana naye katika siku thelathini za kubadilisha. Yara alifungua NGO ya kutoa msaada wa kisheria kwa waathirika wa udhalilishaji wa mashirika. Sarah alirudi kazini katika teknolojia, sasa katika kampuni iliyomthamini. Nina alizindua podcast kuhusu kuishi na ujasiri ambao ulifikia nafasi 10 bora nchini na Leila. Leila alipinga familia yake, alikataa kuendelea kuwa kimya na akawa msemaji wa wanawake wa kiarabu wanaokabiliwa na udhalimu. Alasiri ya mvua Anya alipokea barua. Hakukuwa na mtumaji tu jina lililoandikwa: Zahir. Sitaraji msamaha, sistahili lakini ninahitaji ujue kwamba ujasiri wako ulinilazimu kutazama kiu kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa. Niliona mnyama. Ninalipa bei yangu, lakini adhabu kubwa zaidi ni kujua kwamba nililetea maumivu yasiyoweza kurekebishwa kwa watu wasiostahili. Hukuniangamiza, ulinifunua, na hilo lilikuwa lenye huruma zaidi kuliko nilivyokuwa mimi kwa mtu yeyote. Anya alisoma barua mara moja, akaikusha kwa uangalifu na kuiweka kwenye dru, si kama tuzo bali kama ukumbusho. Wanaume wengine wanajifunza kuchelewa kwamba nguvu bila ubinadamu ni mateso tu, katika nguo za bei gali. Siku ya kuhitimu kwake huko Parsons, Anya alishika jukwaa kupokea diploma yake kwa makofi ya nguvu. Mama yake alilia katika safu ya mbele. Rita kocha alipunga mkono kwa fahari. Yara na wanawake wengine walikuwa pale familia ndogo iliyojengwa katika moto na ujasiri. Wakati wa hotuba ya wahitimu, anya alikaribisha kuzungumza. Alisogea kwenye mikrofoni akiwa amevaa gauni jekundu, si lile bali moja aliyealibuni mwenyewe, rahisi zaidi, la kweli zaidi, lake zaidi. miezi michache iliyopita mtu fulani aliniambia sitawahi kuvaa gauni. alisita Walichokujua ni kwamba nilitumia miaka kujaribu kuingia katika nafasi ambazo hazikufaniwa kwa ajili yangu. Kazi zilinidhufisha, mahusiano yalinitilia kimya, matarajio yalinichukulia. Alisita. gauni